Daraja hili mimi lina historia nayo. Mnataka niwaambie hapo? Yeah. Moja, niliondoka Mwanza nikaenda Busisi kwenda kuposa ninedikuima haushishie nao <laughs> nimefika pale kwa mzee mmoja, ni marehemu sasa hivi, anaitwa Matias Simbizo alikuwa askari osi ispani nikamaliza kuposa na mahali tukapatana. Wakati wa kurudi kivuko hiki cha feri nafikiri kwa MV Geita au Sengerema kikawa kimeharibika, na kilikuwa kinaharibika kila siku. Kwa hiyo kila mara kivuko hiki kilipokuwa kikiharibika, watu walikuwa wanapakiwa kwenye mitumbo. Nikasogea pale kwenye mwaro, anaambia ingia na pikipiki yako tutaiingiza Nikafikiria moyo kakata. Palikuwepo mtu na familia yake na mabaskeli wakapakiwa, mimi nikazunguka Kamanga. Nilipofika Mwanza, ule mtumbwi ukawa umezama na ukaua watu kumi na moja. Mawazo yangu yalikuwa niokoe maisha ya watu hao, na iwe kumbukumbu kubwa kwa wa watu waliokuwa wanapoteza maisha hapa. Nilipozungumza kwenye kampeni kwamba nataka tujenge daraja la kuvuka la kuunganisha Kigongo na Busisi, watu hawakuamini, wanasema haiwezekani, anaota, hizi ni kampeni tu. Hapa tulipo ni daraja la Kigongo Busisi, uh, linaunganisha wilaya mbili, wilaya ya Sengerema na wilaya ya Misungwi katika mkoa wa Mwanza. Uh, mradi wetu mpaka leo umefika asilimia tisini na tisa. Ni mradi mkubwa ambao umetekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kutoa suluhisho la usafiri kwa wakazi wa kanda ya Ziwa.